Anawasalimia kidogo kwa sababu wanahitajika kuwa uh, kwenye mazoezi. Basi awape, anaitwa mamia mkuu, awape salamu kidogo, alafu na Eli naye. Eli atakuwa amejifunza maneno mawili matatu ya Kiswahili kwa watu, awasalimu kidogo. Simba, Simba nguvu moja, mbaya ubwela, mbaya ubwela baba, awasalimu <laughs> hey, last bonus moja. nguvu mojagwea. yeah. huyo ndio Elie Mpanzu Volcano, au anakuambia propela mashine hiyo hapa, iyo hatani ana ufalme wake huyo yeah. mara baada ya kusema hayo, basi mimi natakia kila la heri katika uzinduzi wetu na shughuli yetu, imezinduliwa rasmi. Asanteni sana msemaji

Wanakwambia dabi ya wachezi watacheza tu kwa viboko, watacheza tu kwako amediali semaji la kafu mwili Tanzania akili Ulaya, funguka mwanaume. Ndugu wanaSimba, ndugu waandishi wa habari, tumefikia tamati ya tukio letu hili la siku ya leo lakini nichukue nafasi hii kuwatangazia waandishi wa habari, kesho tutakuwa na mkutano maalum na waandishi wa habari kuelezea mipango mizima ya timu yetu, maendeleo ya timu yetu, na safari ya timu yetu kuelekea Misri, pamoja na maandalizi kwa ujumla kuelekea mechi yetu ya marudiano tarehe tisa hapa Dar es Salaam, Tanzania. Lakini nipende tukusement kwenye hili la Simba Wese. Hii ni bidhaa mpya ambayo Simba kwa kushirikiana na Lake NH tumeingiza sokoni. Bidhaa hii ni maalum kwa wanasimba na hata wale ambao sio wana Simba wakina Namungo, wakina Mtibwa, wakina Alipuli, na wenyewe wanaweza kunufaika na huduma hii. Bidhaa hii ya Simba Wese ni moja kati ya mipango ya Simba Sports Club ya kuwafikia zaidi wanachama na mashabiki wake, lakini kama haitoshi ni mpango maalum wa Simba kujitengenezea vyanzo vingi vya uhakika vya mapato. Kila mmoja anamiliki chombo cha usafiri ama anatumia chombo cha usafiri, maana yake ni kwamba analazimika kutumia mafuta, kwa kufahamu ya kwamba uhitaji wa mafuta ni mkubwa hapa nchini Tanzania.